Naam, mambo vipi mfuatiliaji wa DW Kiswahili, karibu kwenye Kurunzi Live na leo studioni niko mimi Suleiman Mwiri pamoja na mwenzangu hapa Saumu Njama na leo mada ni kuzungumzia masuala ya kandanda. Je, upangaji wa matokeo ya wa mpira uwanjani ni tatizo nchini mwako na kama lipo lipo kwa kiwango gani? Na huo ndio mjadala wetu ambao tunaozungumzia hapa kwenye Kurunzi Live hii leo mm -hmm. <coughs> Nam, kama nilivyosema niko na mwenzangu Saumu hapa kuzungumzia masuala ya kandanda. Je, upangaji wa matokeo ya mpira uwanjani eh ni tatizo nchini mwako? Hili ni swali ambalo tuliwauliza wafuatiliaji wetu katika mitandao yetu ya kijamii mm -hmm. Kwa maana ya huko Facebook na wengi wamemwagika sana, ma maoni mengi yao wameandika, lakini ndo huu ndio mjadala ambao tunauzungumzia hapa. Labda nianze na wewe Saumu, nikuulize wewe hili swali kabla sijaenda kwenye maoni juhetu, ujetu, ya wale ambao tumemuuliza wafuatiliaji wetu katika mitandao yetu ya kijamii mm -hmm. E, swala hilo nalielezea kwa, kwa namna gani lipo katika mataifa yetu ya Afrika Mashariki. Uh, swala la upangaji matokeo lipo sana, sio mm. tu Afrika Mashariki lakini maeneo yote na mm. sio tu mchezo fulani ukasema labda ni kandanda peke yake. Michezo mm. mbalimbali imekuwa ikihusishwa na upangaji matokeo barani Afrika, matukio ni mengi, lakini vichwa vya habari wiki iliyopita imekuwa sintofahamu mm. mitandaoni mlinda mm. eh, lango wa timu ya taifa Harambee Stars

amehusishwa na sakata la mm. kuhusishwa na upangaji matokeo. Imeonyeshwa video ambayo imekuwa ikisambaa kwenye mitandao ya kijamii akionekana akiwa ameketi nyuma kwenye gari anazungumzishwa, mm. kwamba umewahi eh, hii hakikisha uniangushi nimewahi kukuangusha before, ni, ni kikupatia eh, namna hii tutapanga matokeo kwa namna hii. Kwa hiyo eh, video zikasambaa nyingi sana baada yeah, ya video lakini, na wakionyesha jinsi alivyokuwa akiruhusu uh, magoli ambao wanasema ni ya kizembe sana ijapokuwa, eh, pengine unaweza kusema kwa ni mlinda lango matokeo mm. ama makosa huwa yanafanyika, lakini baada ya video kusambaa na kuangalia yale makosa ambayo amekuwa kiyafanya katika e, ulinda lango wake anahusishwa moja kwa moja, lakini kufikia aghahidasi kwamba baada ya kusambaa kwa video ile mm -hmm. watu wakarudi nyuma kwenye video za uwanjani. Ndiyo. Pengine mwanzo walikuwa hawaamini kwamba wanakuwa, naamini kwamba ni makosa tu ya uwanjani mm -hmm. lakini mm -hmm. sasa hivi madai yameongezeka baada ya hizo taarifa kusambaa. Lakini si kikubwa sana, sio sana mm. kwa sababu kuna makosa mengine matasi yana nyaka kabisa mpira mm -hmm. kisha, alafu wanauachilia, anaingia kwenye lango. Kwa hiyo watu wanajiuliza kwa weledi wake, kwa uzoefu mm -hmm. wake ambao alikuwa nao katika kucheza mpira mm -hmm. uh, haistahiki kwa mchezaji ambaye kwa viwango vyake kuweza kuruhusu magoli ya namna hiyo. Kwa hiyo baada ya hii video imewacha watu moja kwa moja kuamua kwamba bila shaka wanamtilia mashaka zaidi kwa, kwa taarifa hizo ambazo zimesambaa sio tu nchini Kenya, mm, Afrika Mashariki kote watu wamekuwa wakifuatilia sana video ya huyo goalkeeper namba moja wa timu taifa ya Kenya Patrick Matasi mm-hmm. Shirikisho la soka nchini Kenya limetoa taarifa gani? Shirikisho la uh, Kenya FKF limechukua hatua likisema kwamba linamzuia kucheza mechi kwanza, ili uendelee na uchunguzi, na usunguza, wa maana bado sasa ni madai. E, wameitisha wakisema kwamba mtu yoyote mwenye ushahidi mm, e, u, ambao utakuwa ni sahihi zaidi kumuunganisha moja kwa moja Patrick Matasi hmm. na madai ambayo yanasambaa kwenye mitandao ya kijamii, basi awafikishie ushahidi huu, kwa sababu Matasi mwenyewe amesema huyo aliyeonekana kwenye video sio yeye, isipokuwa ni video iliyotengenezwa <coughs> kwa akili mnemba, yani AI. <laughs> Ndivyo alivyosema Matasi. <laughs> Mtu, tuzungumzie sababu ambazo pengine zinaweza zikamfanya mtu kuingiwa naweza nikaita ni tamaa mm. ya kuweza kupanga matokeo ya timu yake anayoichezea, ama ni ya taifa ama klabu eh, kwenda kupanga matokeo na kwamba timu pinzani ipate matokeo. Unafikiri sababu hizi, sababu ni zipi hasa ambazo zinampelekea mtu, ama anaweza kuwa ni mchezaji ama beki, anaweza kuwa sio lazima awe kipa, anaweza kuwa mtu yeyote ambaye yupo katika uwanja mwenye maamuzi ya kuisaidia mm. timu kupata matokeo. Sababu ni zipi hasa? una kila mmoja nadhani anakuwa na sababu zake mm, ama kwa baadhi ya mazungumzo ambayo yanajadiliwa na watu kufikiria ni namna gani kunawezekana kwamba mtu anashawishika amepata mm, ushawishi e, kwamba tamaa ya pesa labda ambayo imeweza kuwekwa mezani akaambiwa kwamba hakikisha unaharibu matokeo ya, ya leo achia mbili tatu e, e, tuone vile itakavyokuwa. <laughs> Mm, e, lakini vile vile kuna baadhi ya wachezaji ama mm, watu walio na maamuzi katika michezo kama hii labda wana ashiriki kamari. Hmm. Kwa hiyo katika kamari, imeweka mkeka uh, mkeka mkubwa zaidi kwa timu nyingine ambayo pengine labda ni timu ya juu kabisa kwenye jedwali inacheza na timu ya mkiani kwenye jedwali. Lakini kwa kawaida kamari zinaweka kwamba timu ya mkiani inakuwa pengine labda imepewa pointi nyingi ili ishinde. Kwa hiyo naambiwa kwamba ili kuhakikisha kwamba wewe tunakukatia mkeka wako na huu mwingine uingiane, inabidi uachie angalau mbili tatu ama ikiwezekana, kadi nyekundu eh, kwa sababu hata waamuzi wanahusishwa na masuala ya kupanga uh, matokeo kwenye kamari. Hapo nitakupa kisa, kisa kimoja kama sio viwili. Kuna nyota wa timu ya taifa ya Italia anaitwa Tonali pamoja na nyota wa timu ya taifa ya England pia Kieran Trippier, mm -hmm, pamoja na nyota pia wa timu ya taifa ya Uingereza kwenye ligi kuu ya nchini Uingereza ya Premier, kuna kumekuwa na matukio mengi sana ya betting hii kamari mm -hmm, ambayo wachezaji wamepewa adhabu ya kufungiwa miezi me kadhaa kujihusisha na soka kwa sababu hii ya ya ya ya kubeti ama kucheza kamari, kwa sababu wanaamini kwamba wewe kama umebeti, maana una timu unaochezea, maana lazima utacheza katika kiwango ambacho, kwanza sheria zenyewe haziruhusu wachezaji wa kulipwa kwa wachezaji hao wamejikuta wameingia katika sakata hilo na wamepewa adhabu. Kwa mfano kama mchezaji wa timu ya taifa Italia, ambaye namsema hapa, Tonali alifungiwa karibu miezi kadhaa mm -hmm. na ni kama mwezi ule pili tu ndo amerudi katika uwanja na sasa ameanza kucheza, na yeye alifungiwa kujihusiana na soka kwa sababu hii ya masuala ya kubeti. mm -hmm. Kwa hii pia inaweza kuwa ni sababu miongoni ambayo inawafanya watu wengi ku ama kuchezesha mchezo timu nyingine ipate matokeo kwa sababu mm -hmm. zake binafsi ambazo anazijua, lakini pia unaweza kuwa kuna ushawishi umetoka pia nje ya ya uwanja mm -hmm. ama uongozi wa timu fulani na vitu kama hivyo. Mfuatiliaji wetu tumewauliza wafuatiliaji wetu kwa mitandao ya kijamii mtaani kule jijini Dar es Salaam na tumewauliza swali kwamba je, tatizo la upangaji wa matokeo nchini Tanzania lipo na kama halipo kama lipo lipo kwa kiwango gani, mm. na kama halipo mazingira yako vipi? Tuitazame hii video, tukirejea hapa tutakuwa tunafahamu. Hawa ni mashabiki wa soka Tanzania lapi, lakini pia yupo eh, goalkeeper wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania na goalkeeper wa Yanga Juma Ponda Mali, wamezungumzia kuhusiana na hili la upangaji wa matokeo katika nchi ya Tanzania. Tuitazame hii video. Watu wanapanga sana matokeo. Utakuta timu inacheza na timu fulani, unaona kama hivi, mtu anadhamini timu zaidi ya saba. Hicho kitu duniani hakipo, ni lazima kutakuwa na upangaji wa matokeo, yaani hiyo lazima, kwa sababu hakuna nchi yeyote duniani mdhamini mmoja akadhamini zaidi ya timu saba. Hicho kitu hakipo, ni lazima kuna upangaji wa matokeo maana ligi yetu, na kuna wakati pana wanasema iko nafasi ya nne tukienda kwenye Champions League kwenye shirikisho au kwenye mambo ya national team viwango vyao wachezaji ni duni kwa sababu hawapambani vile inavyostahili. Kwa upande wangu mimi, naweza nikasema halifu, watu wanashindana, timu zilizokuwa zipo ndio zinapata matokeo. kwa fikiri wewe, ligi ya Kenya na ya kwetu hapa ziko sawa? Ligi ya kwetu ni kubwa, inashika nafasi ya tano na fikiri kwa sasa asasa kwa, lakini sisi hapa naona timu zetu Simba, Yanga zinafanya vizuri, hususan katika mchuano wa kimataifa hata katika ligi Angalia mfano hivi, kama Singida Stars wanasajiri wachezaji wenye quality kubwa, aakunambanaposhina wanapanga matokeo hapana. Quality e, e, ya timu si e, na wachezaji walaomaesh wlikuakubwa wanapata matokeo mazuri, sababu wanacheza vizuri. hayamambo si wote kwamba wanajua Tanzania wote mimi ni kwa gokipa mbabe sana, hata timu zingine kunisogelea walikuwa wanaogopa. na kwa sababu gani? mimi ni kwa spendi masyala, masyala. Kwa kupitia haya, hatuwezi kuendeleza mpira wetu. Tukiendeleza mpira kama huu, baada ya kwenda juu tutelemka chini. Hasa sio maendeleo, watu wanataka kuona kwamba timu inapata performance kiasi gani na inakuwa na shindana, lakini ukweli, kwa sababu gani viongozi so wanaeka hela? mkimpiga mtu mtachukua sagina milioni kumi. Sasa yale ndio maendeleo, kwa sababu mnaikiwa fungu la hela na klabu yenu kusudi klabu nataka nyinyi mshinde. Na kwamba kwamba basi, nini, kumi, nuna, ni mshinde, lakini sio eti mpinzani mwachie afunge goli jepesi, alafu kwamba nyinyi kumbe mmebeti kati ya wewe na mpinzani afungiwe kwamba miaka kumi, unaona, miaka mitano kusudi nini? Atajijutia kipindi alichokuwa mpira. Ah, ni biashara. Enzo cha sisi ulikuwa unatafutiwa kazi tafutwa kazi upata mshahara ndio unacheza mpira. Sasa hivi mpira ni professional, kwamba kazi yako ndio mpira, kwani kazi yako mpira fuiharibu hiyo. Mimi nasema kwamba adhabu yake tu iwe kali sana, sio mwaka mmoja miwili, hapana, miaka kumi na ngoja, kusudi kama amechoka aende kufanya biashara nyingine. <laughs> <laughs> nam <laughs> Umewasikia hao ni wadau mm, eh, wa, wa, wa, wa soka ambao ni mashabiki, lakini pia wa mwisho kumsikia alikuwa ni golkipa wa zamani wa timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, na klabu ya soka ya Yanga, Juma Ponda. Kauli moja aliyotumia eh, nasema yeye wakati wake watu walikuwa wanamwogopa eh, mbabe sana. Unafikiria kwenda kumzungumzisha kuhusu kupanga matokeo <laughs> unajifikiria kwanza kabla ya kumfuata eh. Umewasikia mashabiki hawa soka Tanzania pamoja na mchezaji wa zamani wa timu taifa Tanzania, konyuma, <coughs> ya Tanzania akieleza mazingira yalivyokuwa huko nyuma na sasa hivi mambo yanaenda vipi. Sababu mmoja wapo iliyotajwa ni kuhusiana na mambo ya kamari, imetajwa kwamba ni moja sababu ambayo ina ina lakini lakini, pia ukiwasikiliza mashabiki wanaonyesha kama kuna viashiria ama mazingira, ushahidi wa kimazingira unaoonyesha kama kama, kuna mmoja amesema kwamba katika ligi ya Tanzania kuna mdhamini mmoja anadhamini timu nane, kwa maana ya kwamba timu kubwa inapocheza na zile timu zingine zinazodhaminiwa na, na mhusika mkuu, maanake wanahisi kwamba pengine kutakuwa na mchezo ambao hauifanyi timu ipate matokeo inayostahili. Lakini nadhani mimi hili ni swala ambalo linaweza kujadiliwa kwa sababu kandanda ina kila timu imejipanga. mm -hmm. Ikiwa kwamba e, mwekezaji anadhamini timu yako haimaanishi moja kwa moja basi unaachia e, kutofanya matokeo bora, kwa sababu vipi ikicheza na timu nyingine, mm -hmm. inapata matokeo, lakini muna wasiwasi tu kwamba inapocheza na timu inayohusika moja kwa moja na mdhamini ambaye anaidhamini, mm -hmm. basi e, inakuwa inapoteza matokeo kwa sababu ya upangaji matokeo. Kumbuka hizi timu nane pia zipo ambazo zinakutana zenyewe kwa wenyewe mm -hmm. mbali na hiyo timu kubwa ambayo inadhaminiwa, si ndio? Kwa, hapo kwa yana, yanaibuka maswali kwamba mkikutana nyee wenyewe kwa wenyewe mbona na mko chini na mdhamini mmoja mm -hmm. watu wanahisi, kwa sababu huwezi kuwapangia watu pia cha kusema, watu wanatoa ngoja kwanza, kwa sababu unaweza ukawa na kiwango lakini kwamba kuna wakati mwingine timu A hey, ina asilimia 60 ya kupata ubingwa. mm -hmm. Lakini ana mshindani wake nyuma yake ambaye mm -hmm. anataka pia anamfukuzia ambaye sio mdhamini wa timu ambaye yuko chini ya mdhamini mmoja, kwa hiyo mm. watu wanahisi kwamba pengine utakapopata matokeo kwenye hii timu ambayo mko chini ya mdhamini mmoja, mnaweza mkapata matokeo. Kwa hiyo watu wanakuwa wanatilia doa, wanatia mashaka mashaka mashaka, Suleimani, kwa kwa mba... mengine huwa ni ile kwamba kila mwamba ngoma anavutia upande wake, kwamba wao timu yetu imepoteza kwa sababu wao wamekuwa. Ingekuwa mdhamini huyu anaidhamini hii timu yuko nchi nyingine, katika ligi mbalimbali katika mataifa mengine mm -hmm. Ingekuwa ni rahisi sana kusema hivyo mm -hmm. Lakini kwa sababu hizi timu zinashiriki ligi moja ligi kuu soka Tanzania bara zote kwa pamoja, watu wanakuwa wana uhuru pia wakuona kwamba pengine shirikisho la soka la Tanzania lilipitisha vipi maamuzi kama haya kwamba timu hii timu hizi nane ama saba mm -hmm. zidhaminiwe na mtu mmoja. Kwa hiyo watu wanahisi kwamba pengine timu hizi zinapokuja kukutana, kunakuwa na mazingira ambayo sio ya asilimia mia kwa vilabu hivi vinavyokutana. Lakini haya ni maoni na ni madai ya watu ambao yanaweza kaa yako kweli, lakini pia ni kitu ambacho lazima watu waseme kama ni madai kweli yalipo. mm. Uh, kama ulivyosema TFF ina imejua na ikaona kwamba kuna uwezekano ama ni muhimu kwa mdhamini ambaye amejitokeza kudhamini timu mm. ili kuboresha uh, ushindani katika uh, ushiriki wa vilabu mbalimbali -mbali Tanzania, lakini lazima kutafutwe doa ili kuweka kwamba pengine labda si ushabiki wa mpira, kila mtu anashabikia timu yake. Kwa hiyo huwezi kumpangia mtu kwa mfano, kama Tanzania sasa hivi ligi inaendelea, sio? Mkuu wa mkoa wa Tabora ametoa kauli moja hivi karibuni, anasema kwamba baadhi ya wachezaji wa timu ya Tabora United walitumiwa, mm -hmm. ujumbe na watu ambao wanadaiwa kutoka katika moja ya timu ya Tanzania, wakiwaambia kwamba katika mchezo wetu mfanye namna mfanye namna. Kwa hiyo anasema kwamba ma, ma, ma, mazingira kama hayo tayari wanayajua. Kwa hiyo haya yanakuwa ni madai ya watu ambao hawajathibitishwa, lakini hivi viashiria vinafanya kwamba watu waanze kujiuliza maswali mara mbili mbili kwamba mm. inakuwa vipi katika ligi kama hii. Tunategemea ushindani wa hali ya juu, tunategemea kwamba timu zishindane kihalali, zipate zivuje jasho kihalali, kunakuwa na mazingira kama haya. Lakini haya yote ni madai na ambayo watu wanakuwa, huwezi kuwapangia cha kusema. Tusome maoni ya watu wachache ambao wametuandikia katika mtandao wetu wa, insta... wa, wa Facebook mm -hmm. wa DW Kiswahili. E, bila shaka wewe unao una watu tayari hapo. Namuona Martin Helman yeye anasema, niko Masumbwe mtaa wa California yeah. Gate anasema upangaji matokeo Tanzania upo sana. Kuna timu moja inayoitwa <laughs> Nyuma Mwiko inatabia ya upangaji mm -hmm. matokeo anasema imeongezeka wakati TFF iliporuhusu mdhamini mmoja mm -hmm. e, kudhamini timu nane kila timu inayodhaminiwa na GSM mm -hmm. e, ndiyo uh, pakulia pointi anasema hapo ndio wachezaji wanaweza ama timu zinaweza kupata pointi za bure kimaoni yake anasema haoni ubora wa ligi ya Tanzania kwa namna hiyo, maoni yake. Kwa na kwa mfano mm, kama huyu mdhamini ambaye amemtaja hapa, Yanga Tanzania ni timu kubwa, ndo timu ambayo imeshika ubingwa kwa ligi ya Tanzania kwa miaka mingi. Simba vile vilevile ndo timu ambayo, hizi timu kubwa mbili mara nyingi katika mazingira ya Tanzania, kwa jinsi ambavyo nimefuatilia mchezo wa Tanzania mm, zikihusishwa hizi timu mbili kuna maoni mseto mengi sana haya, na mimi pia namuona hapa, anaitwa Paul Kalunga, wakalunga anasema yuko DRC Moba, anasema mambo mm -hmm, kama haya yanaendelea kushuhudiwa, ule mungu ni kote mfano, kule Uhispania, timu ambayo inapendelewa sana na Real Madrid kwa mikwaju ya matuta kwa penati, hata mkikumbuka vizuri mchezo wa Real Madrid na Atletico kwenye ligi ya mabingwa <laughs> penati ya yule na Alvarez iliyofutwa kwa sheria za uongo tu. Utakumbuka mimi nawe siku hii tulikuwa studio kuzungumzia hili, kwamba hili swala lilizua gumzo, sio tu Hispania, ulimwengu mzima. Babu Abdallah anasema eh, kuna sheria kadhaa za FIFA anazitaja kila anapotangaza mm, mpira. Kwa hiyo katika namna ambayo Alvarez mkojo wake ulikataliwa mm, katika zile sheria na kitabu cha FIFA cha sheria mm, ilikuwa ni sahihi, unaweza kusema lakini sidhani kama imehusishwa moja kwa moja na upangaji matokeo yeah no. Lakini watu ndo wanatoa maoni kwamba pengine huoni, pengine Sulemani, pengine labda. Pia watu hapa wanaleta uh, ushabiki, uleta ushabiki mm -hmm. zaidi kwamba timu yangu haijashinda, kwa hiyo hapa bila shaka akipoteza penalti basi moja kwa moja ni, ni, ni kwamba matokeo ama alilipwa apige mkwaju nje ili asifunge bao, kwa sababu Saumu, wao watu wanaotoa maoni hapa ni wadau wa soka na ni mashabiki ambao wanafuatilia soka kila siku na, na kwa hivyo maoni ambao wanayatoa ni kulingana na hisia na zao na namna ambavyo wanatazama mambo uwanjani na nje ya uwanja. Mm. Kwa hivyo vitu kama hivyo vipo hem tu mzungumzie nyota wa timu ya, ya, taifa ya Kenya huyu. Mm -hmm. alikuwa aliwahi kuchezea pia klabu ya soka ya Simba ya Tanzania. Alishawahi kuja hata hapa Ujerumani kwenye timu ya Fortuna Düsseldorf. Mm -hmm. George Owino Audi. Mm -hmm. Huyu alifungiwa maisha kabisa kutojihusisha na soka kwa masu Wala kama haya upangaji wa matokeo kuna mtu afahamu kuhusiana na hiki kisa. Mm. Uh, Owino alishirikishwa na kuhusiana na upangaji wa matokeo mm -hmm. ya kamari kule barani Asia na akahukumiwa kupanga, eh, kwa sababu alizuia timu kupata mechi ya kufuzu kwa kombe la dunia mm -hmm. eh, ligi kuu ya Kenya, yani Kenya Premier League mm -hmm. kwa hiyo wakafanya uchunguzi na kufuatilia ni namna gani ambavyo amekuwa amehusishwa, kwa hiyo yeye moja kwa moja eh, kila kiashiria ushahidi uliokuwepo ulimhusisha moja kwa moja na basi shirikisho likaona kwamba hakuna namna nyingine yoyote, na hawawezi kuhusisha ama kuruhusu masuala kama haya yatokee. mm. Kwa hiyo suala kama hili likishatokea mwaka elfu mbili kumi na tisa eh, ndio wao waliweza kupigwa marufuku. E, kama mchezaji kama mdau wa soka kama mfuatiliaji, unapaswa ujitafakari, ujizingatie, uangalie kwamba ikiwa nitapatikana na hatia katika swala kama hili, bila shaka ni kamari, nipata potea, unaweza kuonekana ama usionekane Hmm. Lakini je, utakapopatikana adhabu shoka linalokujia unaweza kulihimili? Kwa sababu sasa hivi wino mambo yake tutazungumzia tu kama historia. Mchezaji wa zamani alipigwa marufuku milele hmm. Ndo saumu linakuja swali hapa kwamba mtu anaweza kanajiuliza hmm. Kwa mfano kwamba hata mfuatili YouTube pia anaweza kanajiuliza na tutazama, kwa sasa hivi ni athari gani ambazo mtu anaweza akazipata akikutikana na hatia kwamba amehusika kwa namna moja ama nyingine kwenye upangaji wa matokeo ya timu fulani, kwa mfano kama hili la swala la goalkeeper wa timu taifa Kenya. Tunafahamu kwamba shirikisho linaendelea na uchunguzi mm -hmm. lakini kwa kwenye zile kesi ambazo tayari zimeshapata uthibitisho, ni kipya ambacho anakumbana nacho huyu mtu kwa makosa kama haya bila shaka kama uh, ilivyo hapo kwa Owino no, ni kupigwa marufuku labda milele. Usisa kwa mfano kwa kwa kwa Owino kutohusika no, na masuala yoyote kuhusiana na upangaji, uandaaji eh, na hata kucheza shughuli moja kwa moja chochote kuhusiana na, na mchezo no, unakatazwa, unapigwa marufuku kabisa no. Lakini pia uh, katika uchezaji kandanda hii ni taaluma kama taaluma nyingine. Kwa hiyo ukiwa umeajiriwa kama mchezaji kandanda wa kulipwa alafu ifikie marufuku kazi katika kupanga matokeo kinaweza kukuwezesha ukakaa bila kuhitaji mishahara ama kuhitaji fedha hadi utakapostaafu. Unaweza kuathirika hata kisa kisaikolojia mtu unaweza kuathirika kwa sababu mi naamini kwamba kandanda, eh, sio tu kwamba ni taaluma. Kwa baadhi ya wachezaji inakuwa ni mtu, ni jambo lake analipenda mm. ni kitu ambacho kinakufanya unajisikia uko huru, uko wewe mwenyewe katika asilimia yako mia moja. Kwa hiyo ifikie hatua kwamba unakatazwa kucheza na hauna uwezo, si eti kwamba ni jukumu unaweza kubadilisha uamuzi uliotolewa mm. ikishasemekana ni hivyo, hauna chochote cha kujitetea isipokuwa tu kufuata sheria. E, bana unajua, mfano kwa mfano tuchukulia timu ambazo zinafuzu kombe la dunia kwa sasa hivi za Afrika. mm -hmm. E, wapo wachezaji ambao tayari wanadhaminiwa wana na wana makampuni mbalimbali, wapo kama wanawaita ambassadors mm -hmm. ama influencers wa mashirika mbalimbali makampuni mbalimbali. mm -hmm. anafanya mbali, kazi na wachezaji mm -hmm. vilabu kilabu nachochezea, unawakilisha mamilioni, moyo wa mamilioni ya watu katika nchi yako ambao wanapenda kandanda, wewe peke yako umeamua kuchukua uamuzi wa kwamba unapokea labda hongo ama rushwa hiyo, ili uchezeshe mchezo mpate matokeo mabaya, manake unawaumiza mamilioni ya watu Lila ambao wanakufuatilia mm -hmm. wewe kama mchezaji, lakini pia unavunja imani ya mashabiki wa soka, lakini imani kwa nchi yako, lakini pia unajiharibia jina lako ambalo e, ungeweza kusaidia uh -huh. La mwisho kabisa ambalo nataka msikilizaji ama mfuatiliaji wetu alifahamu ni kuhusiana na mamlaka za soka katika mataifa hasahasa ya Afrika Mashariki ambako tunatoka sisi, bila shaka nambako, mm, tunafuatiliwa bila shaka muda huu. E, unahisi mamlaka zifanye nini hasa, ili kuhakikisha kwamba walau matukio kama haya yanaweza yasiwe yanatajwa sana katika vyombo vya habari ama katika jamii zetu kwa kila siku? Lakini watu wa, kwa mujibu wa maoni ambayo tunayasikia hapa, wanaonyesha kuna viashiria mm, yani yapo madai. Unafikiri nini hasa ambacho mamlaka ziondoke nalo kuhusiana na madai kama haya ambayo yapo katika e kwa wafuatiliaji wetu ama mashabiki wa soka Afrika Mashariki. Sulemani, mjadala ni mrefu, mm. Mwelekezi anasema muda muda umeondoka lakini kwa kifupi tu <laughs> mm. Mamlaka nahisi kwamba ziweke sheria ambazo zitakuwa ni kali mm. na imara ambazo zitaweza kufuatiliwa kikamilifu bila ya kumpendelea yoyote ama timu ambayo imesemekana hii ni kubwa ama mm. ina ueledi zaidi na kuzingatia kwamba yeyote atakayepatikana na hatia anakuwa funzo ya eh, la, la, yoyote labda atakayekuwa na wazo ama azma ama hata malengo ya kufikiria kwamba pia anaweza kufanya uh, shughuli hii ya upangaji matokeo. Kwa hiyo zikiwekwa sera, sheria, kanuni zitaweza mm -hmm. kusaidia matokeo eh, eh, masuala ya upangaji matokeo yakadhibitiwa. mm -hmm. Asante sana mfuatiliaji wetu wa Kurunzi Live, leo tarehe mosi mwezi wa nne mwaka elfu mbili ishirini na tano tumezungumzia kuhusiana na upangaji wa matokeo katika viwanja, anaweza kawa ni nje ya uwanja ama ndani ya uwanja, lakini pia athari zake, lakini sababu ambazo pia zinachangia watu pengine kujihusisha na upangaji wa matokeo. Tumeeleza mambo mengi, lakini muda ndio hivyo, hautoshi. Mimi ni Suleiman Mwiru, niko na mwenzangu hapa Saumu Njama.